Ahudhu billahi min ashaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim. Awali yeyote ndugu zangu na wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa ya Daktari Harun Shaarawi Al Azhari, kwa mara nyingine tena nitumie fursa hii adhim na maridhawa kukaribisheni katika mwendelezo wa makala zetu mbalimbali na maudhuni mbalimbali juu ya yale yanayohusikana na masuala mazima ya kidiplomasia pamoja na mambo ya kisiasa ndani ya bara letu la Afrika lakini pia ulimwengu mzima kwa ujumla. Na leo kama kawaida yetu bado tunaangazia juu ya kadhia mbalimbali ikiwemo kadhia kubwa, kadhia ambayo imeendelea kushika hatamu katika ulimwengu huu, kadhia ambayo imeendelea kushika hatamu ndani ya mashariki ya kati lakini pia imeendelea kushika hatamu katika vyombo vya habari, nayo si kadhia nyingine bali ni kadhia inayohusu vita vinavyoendelea takriban kwa muda wa siku nane mpaka leo tunavyozungumza. Vita hivi vimechukua, eh, umri wa siku nane, yaani wiki moja na siku moja. Vita hivi ni vita vile vinavyo pigano kati ya taifa la Israeli pamoja na taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Na leo tutaangazia kwa kina juu ya kile ambacho kinachodaiwa kwamba ni e, Marekani imeweza kutumia e, ndege zake za kivita e, za B2 Spirit, ambayo inakwenda kupiga vinu e, vya nyuklia vinu vya nyuklia ambavyo viko katika eneo linaloitwa Fordo nchini Irani. Je, shambulizi hili hasa likoje? Shambulizi hili lina, lina hili lina mantiki gani? Shambulizi hili lina maana gani na malengo yake ni nini kwa ujumla? Na je ni hakika kwamba wameweza kupatia katika kupiga vinu hivi vya nyuklia na ni wepi majibu ya Irani baada ya shambulio hili? Awali ya yote, ndugu zangu, napenda kutumia fursa hii adhimu na maridhawa kwa wale wote ambao ni wafuatiliaji wa kipindi hichi na wale ambao ni e, wafuatiliaji wazuri wa chaneli yetu hii. Kwanza kabisa, kama haujabonyeza alama ya subscribe basi, tunahitaji sapoti yako e, kutupa alama ya subscribe. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, kushare pamoja na kukomenti. Hii itasaidia pia kuwa wa kwanza kupata makala zetu na maudhui zetu mbalimbali ambazo tunaziweka ndani ya chaneli yetu. Kumbuka katika E, studio ni mimi Dr. Harun Shaharawi, mchambuzi wa mambo ya kisiasa e, mchambuzi wa mambo ya kisiasa na diplomasia ndani ya bara letu la Afrika, lakini pia bara la Ulaya na hasa kule mashariki ya kati. Ndugu zangu, kwanza kabisa ni lazima kufahamu kwamba vita au aina za vita ziko nyingi sana katika dunia ambayo tunaishi nayo kuna vita ya kiuchumi, the economic war, ni vita ya kiuchumi. Nani ambaye atamiliki uchumi mkubwa katika hii dunia? Ni nani ambaye atakayemiliki soko la biashara ndani ya hii dunia? Lakini kuna e, alharbu alaskaria e, ni vita vinavyopiganwa kwa mujibu wa e, kukutanisha silaha za kivita au watu watakaokwenda kwa ajili ya kupigana alharbun alaskaria ni vita vya kiaskari, ambavyo pia vitahitaji watu vitahitaji vifaa, lakini pia vitahitaji mazingira ya kujiandaa kwa ajili ya kuingia vitani. Na vita hivi vinaweza vikawa ni vita vya ndani, au vikawa ni vita kati ya nchi na nchi nyingine, au baina ya kabila na kabila lingine, au ni vita ambavyo vinaweza vikapigana kwa ajili ya taifa moja kutetea maslahi yake dhidi ya uvamizi wa taifa lingine. Lakini kuna vita ya kielimu kwamba ni nani ambaye anayekuwa wa kwanza katika e, kuongoza masuala ya teknolojia kuongoza masuala ya e, masuala ya ya mitaala elimu ya ya kwa mujibu wa sera ya nchi yake, yaani namna gani E, taifa linaandaa mkakati bora wa elimu kwa ajili ya kuja, e, kuokoa watu wake au kuendana na watu wake ambao watakaokuja kutengeneza mustakabali wa taifa lake. Hivi vinaitwa vita vya kielimu, tumefahamiana vizuri. Lakini pia e, kuna vita vya kibiashara. Ushindani wa soko la dunia ukoje? Namna gani tunatumia rasilimali, namna gani tunatumia e, miundo mbinu ambayo tulionayo kwa hiyo anwau lhurubu alkasira. Lakini katika hii hizi aina za vita kuna jambo kubwa sana, kwa kuna vita vikubwa sana ambavyo tunatakiwa kuvifahamu kwamba kuna vita vya propaganda alharbu adaaya ad vita vya propaganda. Yani, vita vya propaganda ni vita gani? Ni vita ambavyo vinaendeshwa e, kwa ushirikiano wa vyombo vya habari. Kwa hiyo yule ambaye atakayemiliki vyombo vya habari ndiye ambaye atakayekuwa mshindi ndani ya vita hivyo, na vita hivi mara nyingi hupiganwa kwa ajili kwa ya kuathiri saikolojia ya adui, ili asipate mafanikio au asitimize mafanikio yake baada ya kuwa amevunja nguvu. Na vita hivi, kwa mfano, leo tunazungumzia vita vya Urusi pamoja na Ukraine hivi vita vya Urusi pamoja na Ukraine utaona kwamba katika uwanja wa vita mrusi anashinda vita ile na anazidi kumega maeneo ya Ukraine, lakini pia ukija katika vyombo vya habari utaona kwamba kuna propaganda kubwa ambayo inayofanyika kinyume na uhalisia wa uwanja wa vita. Sasa ukija kwa tafsiri utaona kwamba Ukraine anashinda kupitia vyombo vya habari, maana yake propaganda, anashinda katika propaganda lakini mrusi anashinda katika uwanja wa ya nini wa vita. Na hii imekuwa ni sehemu ya tahtiti mipango mikubwa ya mayahudi katika kuhakikisha kwamba wanaitawala dunia, na hii imekuwa ikitumika sana katika kutengeneza kuharibu saikolojia za watu, ili waamini kile ambacho kinachozungumzwa na myahudi pamoja na mataifa ya nchi za Magharibi. Ni kama hivi leo tunaambiwa kwamba Uh, Israel ndio mtu ambaye ana jeshi bora zaidi duniani, lakini pia ndio ana silaha za kisasa zaidi duniani hizi ni vita vya propaganda ili watu wasiweze kuamini kwamba kuna mataifa mengine yanakuwa yana uwezo wa kufanya zaidi ya alivyofanya Israeli. Na hii imekuwa ikitumika kwa muda mrefu sana, lakini pia iko hata katika nadharia za kidini pale ambapo tunapoambia kwamba taifa la Israeli ndio taifa teule la Mungu. Hii maana yake nini? Maana yake ni kuanyima watu uhuru wa fikra ni kuwageuza macho ya watu wasiweze kuangalia sehemu zingine bali wote waelekeze macho yao katika taifa hili la Israeli. Sasa kinachofanywa na Wayahudi e, kilichofanywa na Wayahudi katika vita hivi ambavyo vinavyozidi kuendelea baina ya Israeli pamoja na taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ni kutaka kuonyesha ulimwengu kwamba wao wanajua zaidi na wao ndio wako mbele zaidi, na wao ndio wenye haki zaidi, lakini kubwa zaidi, wao ndio wanaongoza kuwa na powerful ya kijeshi ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia ulimwengu mzima kwa ujumla. Sasa propaganda ambayo iliyofanywa juu ya uvamizi wa ndege za Marekani ndani ya taifa la Irani na kwenda kupiga maeneo yanayosadikika kwamba ndio vituo vya nuklia ndani ya taifa hilo la Irani. Jamani ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba Marekani imekwisha kamilisha mission yake ambayo iliyokuwa imeandaa. Mission gani hiyo? utakumbuka kwamba kabla ya vita hii kwa mawiki matatu au mawili, rais wa Marekani Donald Trump alifanya ziara maalum kwa ajili ya kutembelea nchi za mashariki ya kati, alikwenda UAE lakini pia alikwenda e, nchini alipenda Qatar, lakini pia alikwenda nchini Saudi Arabia. Na ziara hii aliyofanya, na tija ya ziara ile ilikuwa ni kupewa zawadi ya ndege, lakini pia alipewa mabilioni ya pesa. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini alienda katika nchi za mashariki ya kati lakini kwa nini alipewa zawadi ya ndege na alipewa mabilioni ya pesa? Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kilichokwenda kujadiliwa sio tu kufanya alikuwa ziara ya kawaida, ilikuwa ni ziara ambayo nyuma ya ziara hiyo kuna mgongo, kuna kitu kikubwa ambacho kinachofata, ikiwemo mipango mkakati kwa ajili ya kuivamia nchi ya Irani. Sasa utaona kwamba kilichofanywa ilikuwa ni kutengeneza propaganda ya kitu kingine, lakini wakiwa na lengo la kitu kingine. Kwa sababu gani? Uvamizi wowote ndani ya Mashariki ya Kati hauwezi ukava, uwezi ukavamia nchi yoyote ndani ya Mashariki ya Kati ni lazima utapitia anga za wale wale wajumbe ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ili tutumie angalao anga lao kwa ajili ya kwenda kuipiga Irani ni lazima tuonane na hawa ambao wanaizunguka nchi ya Irani. Tumeelewana vizuri hapo kwamba ili uivamie nchi yoyote ndani ya, uni, ilivanie, ya yote, mashariki ya kati itategemea ruhusa ya kutumia anga la wale wote ambao wanaizunguka nchi hiyo. Kwa mfano, wakati Marekani anaivamia nchi ya Iraq aliweza kutumia anga la Waarabu kuvamia nchi ya Iraq lakini sasa leo al, al, al, Marekani alivyotaka kuivamia Libya aliweza kutumia anga la Waarabu kwa ajili ya kwenda kuipiga Libya, lakini leo sasa anata anaivamia Irani. Kwa hiyo nini anachotakiwa kufanya, kwanza ni kutengeneza ushawishi wa nchi za pembeni, ambazo sasa nchi hizi za pembeni zimegawanyika katika mitazamo ya aina mbalimbali. Moja ni kumfanya Irani kuwa kwamba yeye ni Shia na hizi nchi zingine zilizoizunguka Irani, kwamba wao ni Sunni. Kwa kupitia hiyo mtazamo, kuna ushawishi mkubwa ambao unatengenezwa na nchi za Kisunni wakiwemo hawa Saudi Arabia, lakini pia wakiwemo e, wakiwemo pia e, Saudi Arabia pamoja na Jordan pamoja na nchi zingine kuonyesha kwamba hawakubali hawaungi hawa mkono mashia sasa kama hawaungi mkono mashia na wenyewe ndio wanataka kwamba ishia iwe chini yao, maana yake ni nini? Maana yake tutakubaliana na Marekani kwa ajili ya kumdogosha huyu ishia na kumtenza nguvu ili sisi tuweze kuinuka. Kwa hiyo tunafanyaje? Tumeshapata e, mtawala wa dunia tumeshapata sipapawa. Marekani kaja kwetu kwa ajili ya kutuunga mkono. Sasa sisi lazima kumsapoti, ili aweze kutumia anga letu kwa ajili ya kumuondoa kwa ajili ya kumpindua Irani, kumwondoa katika nini? katika mamlaka yake. Hiki ndicho ambacho kilichochezwa. Kwa hiyo alichofanya Trump yu, ni kwenda kutengeneza ushawishi wa nchi zinazomzunguka e, Irani, ili apate njia rahisi ya kwenda kumpiga Irani. Tumefahamiana vizuri wakati huo, ikizingatiwa kwamba e, Irani amezungukwa na nchi kadhaa ikiwemo e, Jordan Iraqi pamoja na Siria, lakini hizi nchi tatu, e, Jordan, Iraqi na Siria zote zina beziki ya Marekani. Lakini ukija kuna Kuwaiti ambayo naenyewe pia na beziki ya Marekani. Lakini kuna Tajikistani, e, lakini pia kuna Afghanistan, lakini pia kuna Uzbekistan, lakini pia kuna Uturuki na kuna Oman, lakini pia kuna Yemen. Ukija Oman tayari unakuta kuna beziki ya Marekani ukija Yemen, ambapo nchi hiyo sasa hivi iko chini ya wa wakofi, hii nchi iko e, inaungana mkono na Mashia na wenyewe wamekuwa mstari wa mbele kupinga yale ambayo yanayotokea Gaza, yale ambayo yanayofanywa na taifa la Israeli dhidi ya wananchi wa Gaza kutokana na mauaji ambayo wanayofanya. Kwa hiyo sasa utaona kwamba ziara hii ya Trump ndani ya Mashariki ya Kati ilikuwa ni kutafuta kutengeneza ushawishi kwa Waarabu alafu hawa warabu watoe nafasi ili sasa Marekani na Israeli awaweze kupata njia rahisi. Kwa hiyo hapa ina maana lilitengenezwa dili, na dili hili lilikuwa ni la pesa, na hizi pesa sio kwamba zilitolewa kama zawadi, zilikuwa ni pesa maalum kwa ajili ya kumfanya Marekani aje aipige Irani. Tumefahamiana vizuri. Watu wengi sana hapa walishindwa kuelewa inakuwaje Saudia inatoa mabilioni ya pesa kwa ajili ya kumpa Iran na kuwaje, Qatar wanatoa mabilioni ya, ya pesa kwa ajili ya kumpa Marekani. Saudi ikatoa mabilioni ya pesa kwa ajili ya kumpa Marekani, halafu ikadanganya ulimwengu, ikatengenezwa propaganda kwamba ni nini, ni ni, ni, ni zawadi. Tumefahamiana ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba hii dunia ambayo tunayoishi leo hii dunia ambayo tunayoishi leo hii ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea duniani lakini watu wengi la yalamun ya hawajui chochote. Sasa hii ndio siri kubwa ambayo iliyomfanya Trump aweze kwenda kutembelea nchi za Mashariki ya Kati. Sasa ukirejea bomu ambalo alilopiga, mashambulizi ambayo aliyofanya Marekani kupitia ndege zake za kivita zenye makombora mazito za B2 Spirit ni kwamba tayari amekwisha piga na baada ya kupiga akautangazia ulimwengu amekwisha haribu miundombinu ya nyuklia ndani ya nchi ya Iraki. Mashambulizi haya bado yanaendelea kukanushwa kupitia kituo cha televisheni kinachoitwa Sky News kinachoonyesha kwamba kabla ya mashambulizi haya siku mbili mnyuma tayari serikali jeshi la Irani limekwisha hamisha nuklia yote ambayo iliyokuwa imeyaushwa kwa ajili ya kwenda kutengeneza makombora ya nuklia kutoka katika e, sehemu ya Fordo. Watu wengi e, nimeona katika komenti kwamba wanashauti kwamba inakuwaje, habari hizi mbona zinakuwa kama vile zina mkanganyiko na uongo? Na ni hivi, ni kwamba nuklia uranium inayovushiwa na kutengenea kuchakatwa sehemu nyingine, baada ya kuchakatwa ndiyo huondolewa katika ile sehemu halafu ipelekwa sehemu nyingine maalum, sasa kwa ajili ya kutengeneza mabomu ya nuklia. Sio kwamba hapo hapo inapochakata inapochakataliwa na hapo hapo ndipo yanapotengenezwa mabomu ya nuklia, hapana, bali huchakatwa sehemu nyingine, halafu ikishafikia hurutubishwa maeneo mengine Ba baada tu ya kufikia kiwango kile cha urutubishaji -ur -ur -ur wake ambao unaweza sasa ukazalisha nuklia ndio hutolewa pale na kupelekwa eneo lingine kwa ajili sasa ya kuingia katika utengenezaji wa mabomu ya nyuklia. Kwa hiyo Marekani alikuwa anataka aharibu hii program na huu mfumo ili serikali ya Irani isiweze kufikia haya malengo. Na nafkini majibu rahisi mtakuwa imeyapata. Kwa hiyo maana ya Marekani kwenda kushambulia hili eneo na kutaka kuudanganya ulimwengu kwamba e, e, tayari tumekwisha maliza miundombinu ya nyuklia na sasa tunaondoka, maana yake ni nini? Maana yake ni kuudhihirishia ulimwengu kwamba amekwisha maliza misheni yake na dili lake alilokuwa amepewa. Tumeelewana vizuri? Maana yake hadaii na mtu kupitia mishoni ile, baada ya kuwa amepewa mabilioni ya pesa na amedanganya ulimwengu kwamba ametekeleza. Baada ya kuonyesha kwamba ametekeleza, halafu anawaaga kwamba ninaondoka, ninarudi nyumbani. Hivi ndivyo ambavyo e, zinavyochezewa che, nchi za mashariki ya kati, kwenda kupoteza mabilioni ya pesa kwa nchi ambayo tayari imejengwa katika propaganda ya muda mrefu imejengwa katika propaganda ya muda mrefu, na mfano wa haya ndio yaliyojiri katika nchi ya Iraki ambayo hadi sasa bado haijakaa katika kiwango chake na bado iko chini ya Marekani. Haya haya ndiyo yalitengenezwa kwa ajili ya kumwondoa Saddam Hussein katika nchi ya Iraki, baada ya kuonekana Saddam Hussein anakuwa kwa kasi na anakwenda sasa. Haya ndiyo pia yaliyofanywa katika nchi ya Libya nchi za magharibi Ufaransa, pamoja na washirika wake ikiwemo Marekani waliweza kumuondoa Muammar Gaddafi, lakini anga walizotumia ilikuwa sio anga za nchi nyingine au mataifa mengine, bali walitumia anga la Waarabu wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukawaona, tarahum jamian wa kulubuhum shatta kwamba ukiangalia unaweza ukasema wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko tofauti. walamtardha anka lyahudi walanaswara hatta tattabica millatahum, na wala kamwe hawatakuwa mayahudi na manaswara mpaka pale mtakapo takapo e, hawatakuwa radhi e, nani wa e, islam mayahudi na manaswara mpaka pale ambapo nini, mtakapoamua kufuata mila zao. Ndugu zangu nini, sasa Hele. Baada tu ya kuwa nini, kinachofuata baada ya kuwa mashambulizi haya tayari yamekwisha fanyika Irani, kama Irani amekwisha sema wazi kwamba yeye atalipiza tena kwa malipizo ambayo hayajawahi kutokea, kwamba Amerika watalipa gharama ya kile ambacho walichokifanya. Sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili, sehemu ya pili tayari E, zimekwisha onekana ndege za Urusi katika anga la Irani zikiingia kwa ajili ya kwenda kumsaidia Irani, lakini pia e, kauli ya waziri wa mambo ya jeshi, kauli ya waziri wa ulinzi wa Pakistan ambaye yeye pia ametamka wazi kwamba yuko tayari kuunga mkono, kuiunga mkono Irani kwa nguvu za kijeshi kwa hali na mali lakini pia e, waziri mkuu wa Pakistani ameongea kauli moja, akasema kwamba huu ni wakati sahihi wa mataifa ya Kiarabu, wa mataifa ya Kiislamu kuweza kuungana, kwa sababu baada ya Irani hakuna taifa lolote la Kiarabu, hakuna eh, taifa lolote la Kiislamu ambalo linaloweza kubakia kwa sababu gani? hiki ambacho laiti kama tutakaa kimya kwa hiki ambacho kinachotokea anachofanyiwa Irani, lau kama hatutaweza kuunga kutengeneza umoja wetu na kujiunga kwa ajili ya kumuunga mkono Irani, basi baada ya Irani kinachofuata ni nchi zingine za Kiislamu, kwamba vita hivi vya Irani kwa taswira ya kwanza unaweza ukaona kwamba e, inapigwa vita ili kutomiliki mabomu ya nyuklia, lakini kinachotengenezwa sio Irani kumiliki mabomu ya nyuklia, maana yake ni Uislamu usiweze kuwa na nguvu ndani ya Mashariki ya Kati, kwa sababu Waislamu wakijiunga wakawa pamoja kitu kimoja, maana yake ni kwamba nchi za Magharibi watakuwa wamepotea katika ramani ya kujiita wao ni superpower ndani ya dunia lakini pia Israeli na enyewe itakuwa sio superpower ndani ya mashariki ya kati. Sasa pamekuwa kuna wimbi kubwa sana la wana Israeli au mayahudi kukimbia. Ikumbuke kwamba ndani ya taifa la Israeli jumla ya watu wako milioni 9 na pointi kidogo, lakini mpaka sasa tunavyoongea pamekuwa kuna, kuna wimbi kubwa sana la wa Israeli ambao wamekuwa wanakimbia kutoka Israeli kwenda katika nchi zingine hasa e, katika nchi za bara la Ulaya maana yake katika lugha nyingine ni kwamba wao hawakimbii bali wanarudi katika maeneo yao. Tumefahamiana vizuri. Yaani, Myahudi anapotoka katika e, nchi ya ya ya ya, ya Israeli na anakimbia katika nchi za Ulaya, maana yake sio kwamba anakimbia, bali anarudi kule ambapo alipotoka. Na izingatiwe tu kwamba Marekani amekuwa ni mshawishi mkubwa sana katika vita hivi kwa kupitia Israeli. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watu wengi hawajui kwamba kilichoko nyuma ya mgongo leo tunapozungumzia Israeli, idadi ya watu ndani ya taifa la Israeli wana watu milioni sita, milioni tisa takriban, lakini idadi ya waisraeli walioko ndani ya nchi ya Marekani ni zaidi ya wakazi wayahudi walioko ndani ya Israeli. Tumefahamiana vizuri. Idadi ya wayahudi walioko ndani ya Marekani ni zaidi ya wayahudi walioko katika nchi ya Israeli. Tumefahamiana vizuri. Sasa hii taswira yake ni nini? Maana yake ni kwamba asilimia tisini ya nchi ya marekani ya utawala ndani ya nchi ya Marekani unatengenezwa na Mayahudi. Tumefahamiana vizuri. Wao ndio ambao wameshikilia uchumi mkubwa wa, wa Marekani. Wao ndio ambao wameshikilia idara za mambo ya kijeshi ya Marekani. Wao ndio wameshikilia masuala ya kibiashara ndani ya Marekani kwamba hauwezi ukafanya chochote wewe kama ni mgeni ndani ya Marekani ni lazima uwe umeshikwa mkono na Mayahudi na ma, wanapokukataa Mayahudi, maana yake hauwezi ukafanikiwa kwa kitu chochote. Tunaelewana hii kauli, kwamba Mayahudi wakikukataa wewe ndani ya Marekani hauwezi ukafanya kitu chochote Unaweza ukafungua hoteli yako lakini, mwisho wa siku, ile hoteli yako ikawa isiingize kitu hata kimoja, ni kwa sababu mayahudi hawaja kushika mkono. Kwa hiyo, wao ndio wamemiliki teknolojia pia ya Marekani, wao ndio wanaendesha e, serikali ya Marekani, lakini hata ile kongres ambayo unaijua wewe kwamba iko chini ya mayahudi watupu kwa asilimia mia moja, na hauwezi ukawa rais wa nchi ile isipokuwa umekubaliwa na Congress. Na maana ya kukubaliwa na Congress, maana yake katika masharti ambayo unatakiwa kuyafanya, ni pamoja na kulilinda taifa la Israeli kwa gharama ya aina yoyote, kijeshi au kwa kiuchumi na kadhalika, kwamba chochote utakachofanya uhakikishe kwamba ni pamoja na kulinda masuala ya Wayahudi ndani ya Israeli. Laiti kama utashindwa kufanya hivyo, basi hauwezi kukubaliwa kushika nchi ya Marekani. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba Trump kile anachokifanya yeye, kama sehemu ya watu wenye asili ya Uyahudi, lakini yeye pamoja na idara inayomzunguka inamlazimu atekeleze mambo hayo. Hakuna ambaye anayeshabikia vita duniani. Tumefahamiana vizuri. Hata hao wanajeshi wenyewe ambao wanafanyaje? Wanaenda kupigana hivyo vita, hawapendi kupigana hivyo vita, lakini wanalazimika waende kupigana kwa sababu wamesha kula kiapo. Kwa hiyo unapokula kiapo na ukashindwa kutekeleza kile ambacho unachotakiwa kufanya maana yake unajitengenezea nini? Unajitengenezea kifo. Kwa hiyo vita hivi ni vita vya propaganda mbali na silaha mbali na uadili mbali na uhasama mbali na ushawishi. Lakini pamekuwa kuna propaganda kubwa ambayo inaendeshwa. Lakini ukitaka kuona kwamba Myahudi amefeli ya maana yake, tazama katika matukio leo, amepitisha maamuzi ya kuzuia waandishi wa habari kutotoa taarifa ya juu ya matukio au madhara yanayotokana na makombora yanayotupwa na Irani ndani ya nchi ile, tumefahamiana vizuri na haruhusiwi Mwananchi yeyote kutoa taarifa au kurusha klipu zinazoonyesha madhara makubwa yanayotokana na makombora ya Irani ndani ya taifa la Israeli. Ndio maana sasa utaona kwamba pamoja na mashambulizi makubwa yanayofanywa, unaambiwa haja kwa mtu kwa mfano kama juzi hapa imepigwa kombora kwa ajili ya kwenda kusambua chuo kikuu cha maswala ya utafiti wa maswala ya sayansi ndani ya nchi, lakini naambiwa hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyefariki, hakuna mwalimu hata mmoja aliyefariki, hakuna mtu yeyote aliyefariki. Ina maana kwamba wao walitoka, walikuwa wakati mashambulizi yanafanyika palikuwa hakuna mtu hata mmoja. Sasa swali la kujiuliza, ikiwa palikuwa hakuna mtu hata mmoja, je walikuwa hata walinzi wa kulinda hapo walikuwa hakuna? Basi walau ningesema kwamba walifariki hata watu ishirini. Mumefahamu, lakini unaambiwa hajafa mtu hata mmoja. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kutaka kuudanganya ulimwengu kwamba hakuna kinachoendelea, na mashambulizi ya Irani hayana faida yoyote wala hayana madhara yoyote. Ndugu zangu, tuko katika vita vya eh, propaganda na Irani wanadhihirisha kwamba anazidi kudhihirisha kupitia nguvu zake na uwezo wake kwamba taifa la Israeli ni taifa dogo na ni dhaifu kijeshi, kwamba halina uwezo wowote. Na kile ambacho kilichokuwa kinaendelea kuambiwa na kudanganywa ndani ya ulimwengu kwamba wao ndio wanajeshi bora duniani, hili swala ni uongo, hili swala si kweli na si sahihi. Kotaganda hii litengenezwa kuaminisha watu hivyo ili wasijiamini wa wajione kwamba wao ni madhaifu na wao ni watu wa kutawaliwa na daima waendelee kuwa ni watumwa. Asanteni sana.